Assalamu alaikum, watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Hamza. Hamza alikuwa ni mtoto mchangamfu sana, alipenda sana kucheza mpira, ila Hamza alikuwa hana mpira wake kwa hivyo yeye kucheza lazima aongee na wenzake vizuri. Hiyo siku akijaribu kuongelesha wenzake vibaya, wenzake wangemkataza kucheza na maboli yao. Basi Hamza iye alikuwa ana huzuni, kila siku anatamani, mimi nataka bol, babangu hana uwezo wa kuninunulia bol sami, ntafanyaje? mm, akakaa akafikiria akasema ni sawa tu, haina, haina shida, ntang'ang'ana hivyo hivyo sitajaribu kuwakosea hawa marafiki zangu, maana nikiwakosea itakuwa nimejikosea, sitopata kucheza mpira na wao. Basi Hamza ikawa mwenyewe kila siku yeye, hata wale marafiki zake wakamwambia, Hamza, tuletee maji, hana budi kuenda kuwachukulia maji, kwa sababu asingewaletea asingekuwa katika hiyo timu ya mpira. Basi hiyo siku kama kawaida yake mwenyewe ameenda kucheza na marafiki zake, akamaliza kurudi, ikawa anaelekea nyumbani mara kupiga hivi macho akapatana na wallet nyeusi, ilikuwa ina shine. Akasema, ile si ni wallet? Akaiokota, alivyoiokota kufungua hivi ndani, akapata kuna ID, kuna card za bank, na kuna pesa, kuna na receipt, receipt. Hapo akiangalia hivi pesa, zile pesa zilikuwa zinamtosha kununua mpira na bado zingebaki zaidi na zaidi na zaidi. Sasa Hamza akaanza kupiga mahesabu ninue mm, mpira gani hapa nitapata mpira mzuri, najua wenye marafiki zangu hawana wote watanifikia. Akaanza kupiga mahesabu, ntanunua wapi, duka gani ndo lauza mipira mizuri, tena hapa ntanunua paka jezi mwenyewe, ndo watu wajue mimi kweli ni futbola. Akaanza kupiga mahesabu, lakini roho ikawa haimpi, asema mi hata nkinunua pesa zitabaki nyingi, babangu ataniuliza mi nimetoa wapi pesa zote hizi za kununua mpira Wacha tu nienda nimonyeshe babangu. Akaenda nyumbani akamwambia babake, baba mimi nimeokota hii wallet na iko na pesa nyingi, iko na ma ID na ATM. Babake akaangalia akisoma ile jina la ID ni imeandikwa mtu fulani, mimi hata simjui huyo mtu lakini akaangalia angalia ma receipt zimeandikwa mahali penye anaishi. Sasa twenda tumpelekee, maskini huyu mtu labda sasa hivi ana wasiwasi, ataka kununua vitu na hizi pesa ni nyingi kwa kweli, tumpelekee tu. Si Hamza na babake wakafuatana, gumosi guupili mpaka kwa huyo mtu. Kufika wakagonga hodi, haya, huyo mtu mwenyewe amekuja akawafungulia, lakini alikuwa hana raha, uso utamuona tu huzuni, utasema ametoka kulia ama ni mgonjwa. Hivyo akamwambia, habari yako? Mzuri, salamu alaykum. Alaikum salam. Haya, wee ndo mtu fulani e? Sasa basi sisi tumeokota hiki kipochi, twambie tu kama ni chako, ama useme labda kuna pesa ngapi hapo kiasi fulani, tuone kama ni ukweli, tukurudishie basi. Huyo mtu ikawa furaha imemjia kwenye sura zake, akasema yani mimi nimekipoteza hichi asubuhi, ilikuwa sina raha, nimemwomba tu Mungu mwenye atakiokota awe mtu mwaminifu, aniletee na alhamdulillah Mwenyezi Mungu amejibu maombi yangu, nyinyi ndo mmekuja hapo kulikuwa kuna pesa fulani na fulani na fulani akataja zilikuwa ni hizo kweli. Kuna ID, kuna sijui kadi ya benki sijui, kuna nini kuna nini na ni kweli hivyo vitu vilikuwa hapo ndani. Basi Hamza na baba yake wakamrudisha kipochi chake, akamwambia mimi nimekiokota mahali fulani. Basi ile baba akafurahi, akafurahi na Hamza pia akafurahi, akamwambia mimi nitakununulia kitu chochote chenye nataka. Akamwambia mimi natamani sana kuwa na mpira nichezee. Ile mtu mwenye akaenda akamnunulia mpira mzuri kuliko hata mwenye Hamza amefikiria kununua. Na mpira hakuna mtu mwenye anao kama huo. Basi Hamza akafurahi kwanza, na hiyo siku kama mwenye hatesi tena na marafiki zake, anacheza mwenyewe, na amepata thawabu kwa Mwenyezi Mungu na pia mtu wa watu wa kuteseka kutafuta pesa zake pesa zilimrudia. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, kila tukiokota kitu na unajua hiki kitu ni cha mtu fulani, mrudishie ama labda unajua mimi nikifuatilia fuatilia nitamjua mwenyewe, mrudishie na insha allah Mwenyezi Mungu atatubariki si wote. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Masalam, tupatane kwenye kipindi kifuatacho.